Watanzania wana maamuzi nani awe mwenyekiti wao wa kitongoji, nani awe mwenyekiti wa kijiji, nani awe ya diwani, nani awe ya mbunge. Sasa, baada ya Chadema kutafakari haya kwenye vikao vingi vilivyopita, tukaja na ajenda ya no reforms, no election, na huo ndio msimamo wetu tuliposimamia, ndipo takaposimamia kwa sababu ni maazimio ya vikao halali vya chama chetu.